Kitabu cha Isaya moja kumi hey, na tisa kinasema, kama mkikubali na kutii, mtakula mema. Yule anayemsikiliza Mungu ana nafasi kubwa ya kufanikiwa. Sasa hivi tuna kizazi kibaya ndio kinatamani, kikiingia kanisani nabii aseme pokea baraka Yes. Hakuna baraka bila neno kabisa. Maandiko yanasema hapo mwanzo, kulikuwa na neno, naye neno alikuwa Mungu huyo yes. mwanzo alikuwepo kwa Mungu Diyo. vyote vilifanyika yes. kwa huyo kabisa, wala pasipo yeye Diyo. hakuna kilichofanyika. Lipokee neno na baraka za Mungu unazipokea kabisa. Lipokee neno na ushindi unaopokea kabisa. Lipokee neno na muujiza unapata